Kwa majina naitwa Juma Ibrahimu ama kwa jina langu la umaarufu naitwa Ustadhi Juma na Musoma. E, kwa mambo ambayo naona yanaendelea mitandaoni kuhusu serikali ya Tanzania na ya Kenya ama wananchi, mimi naomba nizungumze kitu kimoja jamani eh? Kwa wa Kenya najua mmetushinda teknoloji, kwa haya mambo yanayoendelea IE ni IE au ni AI, naomba jamani tafadhali kwa mambo yanayoendelea kati ya Tanzania na Kenya kama kumtukana rais wetu, kumzungumzia rais wetu vibaya, mimi nawaombeni na radhi. Kwa Wakenya, najua mmetushinda mambo mengi ya kiteknolojia. Nawaombeni radhi kwa rais wetu, naomba tafadhali tusiendelee huko, kwa sababu sisi ni, ni majirani na ni marafiki. Tumekaa Kenya, tumekuwa wamoja, kwa ili jambo la kudhalilisha viongozi, kusema kweli, kwa sisi Watanzania, hatuna hiyo tabia ya kumtukana rais wetu ama kumzungumza vibaya rais wetu, kwa sababu ndio kiongozi wetu, ndio rais wetu. Kwa naombeni wa Kenya, tafadhali, hapa tulipofikia tuseme basi. Na pia kwa upande mwingine viongozi kama wabunge ambao wanazungumza bungeni Tanzania, kuzungumza moja kwa moja tu, si wa Kenya si na nini. Unajua wa Kenya, huku jamani, huku wa Kenya wamedata, wa kwa sababu wa Kenya huku kwao wako free kuzungumza chochote kwa hiyo wabunge tuangalie jamani, tusi, tusi, tusitie ile kupublish kitu jambo likazidi kuwa baya raisi kana, kwa sababu anadhalilishwa wazungumza bungeni. Sio kwamba ukiwa bungeni ndio kila kitu useme, waseme waweza ukaona kama uwatetea ama wamtetea rais kumbe ndio nasababisha raisi wetu kudhalilishwa. Naombeni wabunge tafadhali, wa Kenya sisi tunawajua wa Kenya, sisi tumekaa nao tunawajua vizuri wa Kenya. Kenya huku ra, anaweza akatukana rais wao akafanywa chochote kile, na hakuna chena atafanywa. Je, itakuwa sisi kama Kenya, Wakenya wenyewe, Wakenya wananchi kwao wimeshindikana, sisi wa Tanzania tutaweza kuwaadabisha Wakenya kweli? Tutaweza kuambia Wakenya katusikiliza? Naombeni jamani, bungeni huko Tanzania, tuangalia wakati mwafaka jamani. Narudi kusema mimi si msemaji wa serikali na si kwamba nimetumwa na serikali. Nasema mimi kama mimi, Mtanzania mzalendo, Mwafrika wa East Africa, naombeni jamani, wa Kenya si ni majirani? Naombeni tafadhali, rais wetu twamheshimu. Hatuko tayari kuendelea kuona rais wetu akidhalilishwa ama akitukanwa ama akiambiwa maneno mabaya. Kama mnahisi kuna lolote limefanyika, ni baya, twaombeni radhi tafadhali. Tunaomba radhi. Haya mambo yaishie ya hapa jamani. Tusiendelee kumtukana rais wetu na kama tunavyomheshimu rais wenu Rais Ruto tunamheshimu tunampenda, basi pia hivyo hivyo rais wetu basi mumheshimu, msimfikishe maneno mabaya tafadhali. Naombeni kwa hilo jamani, wa Kenya, please nawaombeni kwa hilo. Mimi Ustadhi Juma sijatumwa na serikali na si kwamba